Mafanikio ya kweli hayapatikani kwa kushindana, bali kwa kushirikiana. Ushindi wa kweli huanza pale tunapojifunza kusikiliza, kuelewa na kushinda pamoja. Leo tuendelee na kitabu cha The 7 Habits of Highly Effective People cha Stephen Covey. Kundi la pili, ushindi wa nje, public victory. Baada ya mtu kujishinda mwenyewe, kujitambua na kuweka maisha yake kwenye mwelekeo sahihi, hatua inayofuata ni kushinda katika uhusiano na watu wengine. Hapa ndipo tunajifunza kwamba mafanikio makubwa hayawezi kupatikana kwa juhudi binafsi tu, yanahitaji watu wengine, ushirikiano na mawasiliano ya kweli. Tabia ya nne, Fikiria kushinda kushinda, Think Win-Win. Hii ina tabia ya kuamini kwamba mafanikio hayapaswi kuwa kwa gharama ya mtu mwingine. Watu wengi katika jamii zetu huona mafanikio kama ushindani, ni lazima mimi nifanikiwe kuliko wewe. Lakini Covey anasema mtu wa kweli mwenye ufanisi huona mafanikio kama fursa ya ushirikiano, si vita. Fikiria mfano wa mjasiriamali kijana mjini Dar es Salaam anayemiliki kampuni ndogo ya ubunifu. Badala ya kushindana na kampuni nyingine ndogo inayofanya kazi sawa, anapendekeza washirikiane kufanya mradi mkubwa wa mteja ambaye kampuni moja peke yake isingeweza kushughulikia. Mwishoni, wote wanapata tenda, wanasambaza mapato kwa haki na wanajijengea jina pamoja. Huo ndio win-win. Hakuna aliyepoteza, wote wamefaidika. Au fikiria meneja katika ofisi ambaye badala ya kuamua kila kitu mwenyewe anashirikisha timu yake kupanga malengo. Anaweka wazi matarajio, na pia anasikiliza maoni yao. Wafanyakazi wanajihisi kuthaminiwa, wanajituma zaidi, na matokeo yanakuwa bora. Wote wanashinda, kampuni na wafanyakazi. Hata katika maisha ya kifamilia tabia hii inafanya kazi. Wazazi wanaweza kujadiliana na watoto kuhusu majukumu ya nyumbani badala ya kutoa amri tu. Kwa kufanya hivyo, watoto wanajifunza uwajibikaji na wazazi wanapata ushirikiano. Ni win-win kwa pande zote mbili. Tabia ya tano: kwanza sikiliza ili kuelewa, kisha uelezwe. Seek first to understand, then to be understood. Covey anatuonya kwamba tatizo kubwa la mawasiliano si kutosikia bali ni kutokusikiliza kwa makini. Watu wengi hawasikilizi kwa nia ya kuelewa, wanasikiliza ili wajibu. Fikiria bosi anayemwita mfanyakazi ofisini baada ya kuona amekosea. Badala ya kumkaripia mara moja, anaanza kwa kuuliza, naomba uniambie kilichotokea. Mtu akijieleza, mara nyingi bosi anagundua kwamba kulikuwa na sababu halisi labda mfumo ulikuwa na hitilafu au kulikuwa na maelekezo yasiyoeleweka. Kwa kusikiliza kwanza, bosi anapata uelewa wa kweli wa tatizo na mazungumzo yanakuwa ya kujenga badala ya kubomoa. Au katika ndoa, mwanandoa mmoja anapolalamika kwamba mwenzake hana muda, badala ya kujitetea mara moja, lakini mimi nina kazi nyingi, anajaribu kuelewa hisia zilizofichika nyuma ya maneno hayo labda ni hitaji la upendo au kupewa kipaumbele. Akishaelewa hilo, majibu yake yatakuwa na huruma zaidi. Matokeo ni uelewano na si ugomvi. Katika jamii ya kisasa yenye kelele nyingi, simu, mitandao na mashughuli, kusikiliza kwa kweli ni zawadi adimu. Watu wanaosikiliza kwa moyo wanaaminika, wanapendwa na mara nyingi huwa viongozi bora. Tabia ya sita: Synergize, shirikiana kwa nguvu ya pamoja. Synergy ni kilele cha uhusiano bora. Ni hali ambapo watu wawili au zaidi wakileta nguvu, mitazamo na vipawa tofauti, wanazalisha kitu kipya na bora kuliko kile ambacho kila mmoja angeweza kufanya peke yake. Fikiria timu ya wabunifu jijini Nairobi inayoundwa na watu tofauti katika taaluma mmoja ni mpiga picha, mwingine ni mtaalamu wa masoko, mwingine ni msanii wa michoro, kila mmoja ana njia yake ya kufikiria. Wanaweza kubishana, lakini wakiheshimiana na kusikilizana, wanatengeneza kampeni ya ubunifu inayoshinda hata kampuni kubwa. Tofauti zao ndizo zinazowafanya wawe na nguvu. Au katika jamii mradi wa usafi wa mazingira unaweza kufanikiwa zaidi pale wakazi wa mitaa tofauti wanapounganisha nguvu: vijana, wazee, wamiliki wa biashara, kila mmoja akichangia kitu. Wengine wanatoa vifaa, wengine wanapanga mikakati, wengine wanatoa muda wao. Kwa pamoja, wanaunda mabadiliko ya kudumu. Hata katika familia, sinaji inaonekana pale wanandoa wanapotambua kwamba hawapaswi kufanana ili kuishi kwa amani mmoja wanaweza kuwa mtulivu na mnyenyekevu, mwingine mwenye maamuzi na ujasiri. Wakitumia tofauti hizo kujenga na si kubishana, wanaunda uhusiano wenye nguvu kuliko kama wote wangefanana. Covey anasema, "Synergy is not just teamwork, it's creative cooperation." Ni zaidi ya kufanya kazi pamoja, ni kuchanganya nguvu na mitazamo ili kuunda kitu kipya kabisa. Hitimisho. Kwa hivyo, hizi tabia tatu, think win-win, seek first to to understand then to be understood na synergize, ndizo nguzo za uhusiano wenye afya na mafanikio ya kijamii. Zinatujenga kutoka kwa mtu binafsi aliye huru hadi kuwa mtu anayechangia dunia yenye ushirikiano na maelewano. Mtu mwenye tabia hizi anajua kushinda bila kumkanyaga mtu mwingine. Anasikiliza kabla ya kujibu na anathamini tofauti za wengine kama chanzo cha nguvu, si chanzo cha migogoro. Ndipo anapofikia kilele cha ushindi wanje, wa nje, mafanikio yanayojengwa juu ya heshima, uaminifu na umoja wa ubunifu. Anza leo kujenga mafanikio yanayotokana na ushirikiano, si ushindani. Sikiliza kwa moyo, tambua nguvu ya wengine, na tengeneza dunia ambapo wote tunashinda pamoja. Jiunge na safari ya ushindi wa nje. Sasa ndio time yako ya kuleta mabadiliko ya kweli. Tupe maoni yako kwenye comment. Hadi muda mwingine, bye bye.